Karibu sana nafasi wetu kwenye jukwaa letu la manufaa ambalo mara zote huwa hatikosi cha ziada cha kutupatia katika yale ya ziada ambayo sisi pia huwa tunahitaji kuyaweka sehemu moja, na hatimaye pia tuongezeane faida ya kufahamu vile ambavyo vinaihusu dunia yetu au vipo katika dunia yetu ambayo viko mbali, lakini tunahitaji pia kuviweka kwa ukaribu, na hatimaye pia kujiongezea maarifa juu ya vile ambavyo vinatuzunguka. Leo ko nami inaitwa Anko Amiri, anko anko wote dunia nzima hii inaitwa napita tu ya Anko Amiri, na leo tumeona nafasi njema na nzuri zaidi eh, kupita katika kufahamu kuhusiana na majeshi yaliyokuwa bora zaidi duniani kumi, na vilevile vile pia kujua kuhusiana na majeshi yenye nguvu zaidi eh, yale kumi zaidi duniani. Inawezekana ungekuwa unayefahamu machache na au inawezekana ungekuwa unayefahamu kuhusiana na yale yaliyosimama ya katika upande wa zile tano bora za juu, lakini sisi tuna habada pia ya kufahamisha kuhusiana na zile kumi bora, ukiachana na hizo tano bora ambazo utakuwa unazifahamu. Kuhusiana na jeshi ambalo lipo katika nafasi ya kwanza katika yale majeshi yenye nguvu zaidi duniani, na linasimama kama jeshi bora zaidi duniani, ni jeshi la nchi ya Marekani, ambao wao wanashikilia nafasi hii kwa sababu wako juu zaidi kwa vitu vingi sana, wako na large defense, yani ile ulinzi uliokuwa mkubwa, lakini vile vile wana teknolojia, lakini vile vile pia wana budget kubwa sana katika kulitengeneza jeshi lao na kulifanya lisimame katika nafasi hiyo. Kwa hiyo ni moja ya jeshi ambalo liko juu likiwa lipo katika nafasi ya kwanza, lakini likiwa na budget iliyokuwa kubwa zaidi eh, kushinda baadhi ya e, majeshi mengine na ndio maana imekuwa limesimama katika nafasi ya kwanza. Lakini jeshi linalokamata nafasi ya pili ni jeshi la nchi ya Urusi ambalo linaongozwa na Rais Vladimir Putin, ambao nao pia si haba katika upande wa bajeti, wako vizuri, lakini vilevile vile pia wamejiimarisha kwa kiasi kikubwa sana e, katika upande wa teknolojia kubwa ambayo wako nayo watu wa Urusi. Na ndio maana pia jeshi lao lipo katika nafasi ya pili katika zile E, nchi kumi zenye majeshi bora zaidi duniani. Nchi inayoshikamata nafasi ya tatu ni nchi ya China. Tunajua kwamba China amekuwa nasogea juu zaidi kwenye teknolojia na tumejua ni jinsi gani China wanavyojimarisha, e, kupitia vitu vingi sana ambavyo vinawazunguka wao, lakini vile vile pia China wamekuwa hawako nyuma katika kujenga jeshi lilokuwa bora zaidi duniani ambalo nalo limekuja kusimama katika nafasi ya tatu katika majeshi yenye ubora na jeshi lenye nguvu zaidi duniani. Haya likiwa lipo katika nafasi ya tatu, jeshi linaloshikilia nafasi ya nne ni jeshi la nchi ya e, India yes, kule kule kwa wa kuchikuchi kuchi hotahe, nao si haba, kwa sababu nao pia wamekuwa na improve kadri siku zinaposogea mbele na wameweza kushika nafasi ya nne, nchi ya India ikiwa kama nchi yenye jeshi bora na jeshi lenye nguvu zaidi duniani. Nafasi ya tano iko nchi ya South Korea, unaweza ukaita Korea ya Kusini, ambao nao pia wameshikilia nafasi hii kwa muda mrefu sana, licha ya kwamba wamekuwa kama hawazungumzwi sana, lakini si haba kwa sababu nao pia kiteknolojia wako vizuri na vile vile pia katika upande wa bajeti ya nchi yao pia e, katika kuimarisha jeshi pia hawako e, vibaya sana, na ndio maana pia wamekuwa na nafasi ya kuwepo kwenye nafasi ya tano katika zile tano bora za nchi zenye majeshi yenye nguvu zaidi. Nchi inayoshika nafasi ya sita ni nchi ambayo yawezekana kama umekuwa unaifuatilia au unaijua nchi ya Uingereza. Wao ni moja ya nchi ambayo ni bora sana. Eh, lakini vile vile pia katika upande wa nchi zenye majeshi yaliyokuwa bora, wao pia sio haba, wapo kwenye nafasi ya sita wakiwa wamejimalisha kama tunavyojua, na vingi vya ziada pia wamekuwa wanavyo, nchi hii ya Uingereza. Lakini nchi inayoshika nafasi ya saba, nchi ya Ufaransa, eh, nao wapo katika nchi kumi zenye majeshi bora zaidi duniani. Nchi inayoshika nafasi ya nane ni ndugu zetu wa Japan ambao nao pia wapo katika nchi kumi zenye majeshi yenye nguvu na bora zaidi. Nchi inayoshika nafasi ya tisa, wazee wa season pamoja na tamthilia za kuvutia zaidi, wanaitwa Uturuki. Eh, nao pia wamejiimarisha wakiwa na teknolojia zilizokuwa kubwa na vile vile bajeti ya maana kuhusiana na jeshi lao, na ndio maana pia lipo katika nafasi ya tisa ikiwa nchi yenye jeshi bora, na nchi inayofunga nafasi ya kumi ni wale ambao sasa hivi tumekuwa tunawasikia katika upande wa vita inayoendelea huko e, katika nchi ya Israel pamoja na wenzao. Kwa hiyo Israel wao wa wapo katika nafasi ya kumi, na ndio maana unawasikia wamekuwa wanaendelea katika mapigano hayo ambayo yamekuwa yanaendelea vita ya huko, lakini kwao wako nafasi ya kumi kwa sababu wamejiimarisha, wako vizuri na wapo na vitu kadha wa kadha. Hizo ni baadhi ya nchi kumi ambazo zipo katika zile nchi zilizokuwa so bora zikiwa na majeshi yenye nguvu zaidi duniani na majeshi yenye ubora, lakini vile vile teknolojia, pamoja na bajeti ya mana, wanakuwa wamewekeza zaidi katika upande wa majeshi yao. Asante. Shukran pia kwa kuwa nayo hii.